Kaka mambo vipi? Safi tu. Eh, habari ya kazi? Inshallah Mungu anasaidia. Sawa. Kazi inaenda. Eh, e, sasa mm, samani blaza. Bila samani. Unajua wewe ni kaka, afu kuna wakati fulani wanasema utuzima dawa yeah. Eh. Ndiyo. Eh, kwao niko nikuuliza swali kidogo hapa. Hivi kaka, una baba, mama, si ndio eh? Aha. Uh -huh. Ukao umepata labda kuna kiasi cha pesa, afu baba na mama wote wametengana. Sawa. Kila mtu anaishi kivyake umepata labda tufanye kwa sababu hata shilingi laki moja laki moja haya, laki moja unaweza ukaenda kumsaidia nani, kati ya baba au mama ambao unaona kwako ni wa thamani. Ha? Ha? Kukatishe tu kwamba mimi wazazi kwangu wote ni wa thamani, ila mama bwana yeah, ana thamani yake, baba hana thamani ah. ah. Baba lolote limkute yeah. Eh, baba lolote limkute. Baba lolote limkute, ndiye. Eh. Kwa mwangu baba wako aliangaika sasa kutoa kiuno kiunoni, afu leo naanza kusema baba <coughs> ah, eh, yani shida mazingira eh. Ah. Eh, wazazi, wazazi basi unawaambia nini wazazi wenye tabia kama hizo? Nawaambia kwamba wanachokifanya ni kibaya kwa sababu wanasema usimpige ndege wakati hujamwandalia mazingira kudondokea. Ah, okay mfano wako kwamba hivi wewe ni kama kandege anapokupiga, hakukuandalia pa kwenda kukuokotea, sio eh? Ah, okay, okay sawa sawa sawa, bwana, kila laheri. Nashukuru ah, sawa. Sawa, lakini kwa wazazi wenye tabia hiyo, bila shaka wakisikia hili, wameshajifunza kituongo